aki aria riri aguchereire aikari acio MCA wa kwa muruo mbungia-ini kaunti ya nyandarua morin mugaki nio ritie thirikari nene na thirikari kaunti ya nyandarua kunyitanira na guthondeka barabara na kugathika mai mamwe na ucio handu hamwe niguo guteithiriria kuhoria mwaki kuona ngari ya thima mwaki iracokeire njira thutha wayo gukinya mwaki ucio uhoretio ndetwere irachungiriirio ni barabara guthuka makiria ni tugite na miaki now and then ihoya riakwa ta atongoria ni kunyitana tumenye ati muikari wa Geta athurire gavana agithura MP na agithura MCA. Tuhoe maai maya ma borehole ya mweci mwaju kwa na maai maria marigiciirie guku mothe manjoinwo hamwe nigetha mahote kugurwo na joint nyingi. Nima kwina shortage ya thima mwaki although ira ni ndirahurire thimu imijite ndiranyite information na direct ya thima mwaki ira umire omiharate dina koro yakinya mwaki urakorwo nimahota ni mahota ku horia na ke ni irachokera njira no ihoya riria inene ni gukorwo nginya farafara sito ti njega na mathina maria mangi a mangi mangikorwo hahana haria a hangi oho thirikari ni thingatitwo guthomithia mbeu njithi njira itiganite cia kung'ethanira na miaki maturaine kuona ngari cia thima mwaki na iria ikunderete muno county kaunti -ini ni icheragirwo maita mainge gukinya haria mwaki wa tuthuka ihoetwe mbeu njithi

Kuma Geta Bushi mbuci Kipipiri kauntini ya Nyandarua ritwa riakwa ni Steve Njuguna wa Wairimu